E, bwana, wadau mbalimbali katika mitandao ya kijamii wamekuja kuzungumza kuhusiana na ishu ambayo wasafi wa, wa sasa hivi wanaifanya. Umeona bwana, eh, ni kwamba wasafi wanafanya mapinduzi na wanaonyesha kwa nini wao ni namba moja na kwa nini wao ndiyo record label ambayo inaingiza fedha ndefu zaidi hapa Tanzania kupitia wasanii wake. So hili limejidhihirisha siku ya jana, yaani tunatolea mfano siku ya jana tu wala tusizungumzie siku nyingi au vipi? Ngoja kwanza tuanze kwanza kuzungumzia siku ya jana, ambapo siku ya jana tunakumbuka kwamba WCB eh, wamefanya vitu viwili vikubwa. Diamond ameenda kupiga show ya bilioni mbili huko Zambia, Zuchu huko amepata ubalozi CRDB. Si hiyo pesa yote ni WCB inaenda. You understand So hapa kuna mdau anaitwa Haja the Incredible amesema kwamba bwana WCB wanawezaje kuhaki mchongo namna hii how can they make billions of money in a day? yani inakuwaje kuaje WCB wanapiga mabilioni ya pesa kwa siku moja tu 1.8 plus eh, zimetoka huko Zambia lakini huku pia kwa Diamond katika show ya Diamond huko Zambia lakini pia huku Zuchu na yeye pia na CRDB Mwanza Ilipofikia sasa hivi, hii lebo Diamond, kiukweli, aridhie kwamba iwe ni shule ama tuisheni isiwe, eh, ya kuimba, maana King Konde Vani walishavuka, iwe ni business wise, ina business wise. Ehe, haya kuna mtu mwingine hapa kutoka huku huyu anaitwa Lili, Lili Mutans ameandika kwamba Diamond Platnumz was invited in Zambia to perform in Jimmy Kalabasis wedding Zambia billionaire invited international artist from Tanzania who charges 700,000 per, per performance. Meona. Kwa hiyo ni ishu nyingine kwamba Diamond yuko huko, Zuchu kapiga deal la CRDB. Upande wa pili kwa Diamond amechukua bilioni 1.8 za kitanzania kwenye show moja nane, Tanzania, tu ya harusi huko Zambia. Kwa hiyo pesa imeingia kwa Zuchu kupitia ubalozi, pesa imeingia kwa Diamond kwa performance ya harusi ndani ya siku moja. Kwa hapo kujumlisha, amna amna bilioni tatu. Haya. So haja akaja akaelezea kwamba bwana, WCB kupitia Diamond pekee ndani ya miezi mitano tu Eh, wamefanikiwa kutengeneza almost zaidi ya bilioni tano za Kitanzania kutoka kwenye show na maha, kutoka kwenye show za maharusi pekee yanapo. Yani ukiachana na business nyingine, show za harusi tu wamepiga bilioni tano ndani ya mwaka huu tokea uanze. Usahihi wa hesabu hizi eh, inategemea na figa, haijachezwa eh, haijachezeshwa zipo kama zilivyo kwenye kila tukio. Wakati Simba na perform Zambia usiku wa jana Zuchu, huku naye pia alikuwa kwenye hafla ya CRDB Bank jijini da, jijini Mwanza. Safari za harusi zilianza kushamiri mnamo mwaka jana mwishoni mwezi Desemba, ambapo Diamond huko Mombasa, Kenya, kwa harusi tu ya mtoto wa bilionea Imrani Kalosa Zahire, ambako huko alilipwa bilioni 2.3. Hiyo ni shughuli ambayo alialikwa huko Kenya ambayo shughuli hiyo ilihudhuriwa na Rais Ruto wa nchini humo Kenya. Mnamo, mnamo Machi 22 Ghana, kwenye birthday party ya Richard Kwae, Diamond Platnumz bwana alilipwa takribani dola laki sita ambayo ni takriban shilingi za Kitanzania bilioni 1.6 na alivuta huo mkwanja mrefu zaidi alikuwa ni OBO ambaye alilipwa bilioni moja nukta tatu. Al, al, alivuta huo mkwanja zaidi hata ya Davido ambaye Davido alilipwa bilioni moja nukta tatu. Na kama tunakumbuka ile birthday ya yule bilionea kule Ghana, Diamond alipewa pesa nyingi kuliko hata Davido. Davido alipigwa moja nukta tatu bilioni za kibongo, lakini Diamond huko yeye akapigwa bilioni moja nukta sita. Yaani Davido alipewa half million dollar ambayo ni ni dola laki tano, Diamond akapewa dola laki sita. So Tukirudi huku unaambiwa kwamba uh, of course, na list ilikuwa kwamba Diamond alipewa hela nyingi kuliko Davido akafuatiwa na wakina Sakodi, uh, Stoneboy na King Promise. Mnamo Mei 17 Zambia kwenye harusi ya, ya bilionea Jimmy Kalabasis amekunja tena dola laki saba ambayo ni sawasawa na bilioni 1.89 za Kitanzania. ukifanya hesabu, hapo utapata tayari ni zaidi ya bilioni tano. Imagine ni pesa ya harusi pekee na shughuli za hapa na pale kama birthday zilizokusanywa ndani ya miezi mitano tu. Waza sasa kuhusiana na biashara zake zingine za kila siku, jamaa anatengeneza pesa ngapi? Personally, ina inanishangaza sana kuona eh, inafanyika hivi kwa Mtanzania worldwide ni wa kawaida sana, maana hata Rihanna pia eh, kwa mujibu wa Forbes mwaka jana tu ni kwamba waliripoti, kwa wali kuhusiana na habari zake mwanadada huyo Rihanna alilip, ali, eh, analipisha takriban dola milioni sita kwa performance za kwenye shughuli za maharusi. Umeona, eh? Ambao hiyo milioni sita dola za Kimarekani ambao Rihanna akija kuperform kwenye harusi yako unatakiwa umlipe, kibongobongo ni sawasawa na bilioni kumi na sita za Kitanzania. Then mnamo mwezi Machi 2024 tulimuona akitumbuiza pia vilevile vile kwenye harusi ya bilionea Mukesh Ambani huko nchini India, na inadaiwa kwamba alilipwa takriban zaidi ya bilioni ishirini kwa uthibitisho huu basi inawezekana kwamba WCB ndio lebo inayotengeneza pesa nyingi zaidi Afrika Mashariki na kati, ukilinganisha na lebo nyingine kubwa Afrika. Na shauri lebo hiyo isiwekwe kabisa kwenye competition za record lebo nyingine nchini na zaidi itumike kama mtaala wa elimu kwa wengine, yani Diamond Platnumz aombwe akunjue roho, atoe kodi, kwa wengine ni kwa namna gani msanii unaweza kutengeneza mabilioni na na kuwapata mabilioni, na, na kuwapata mabilioni ya wengine wengi zaidi kwenye sanaa yetu ya mziki wa Bongo Flava. Je, kwa mwendo huu tunapaswa bado kuwa na wasiwasi wasi ya kufikia ndoto yake ya kuwa tajiri namba moja duniani. Tumeona bwana wadau huko mtandaoni wameanza kujiuliza hayo maswali. So of course, in, kama hizi namba hazijawa exaggerated. Unanielewa? Yaani iwapo kama hizi namba hazijawa exaggerated. Nikisema exaggerated na maanisha kwamba kama Diamond anasema kwamba amelipwa dola laki tano, kweli awe amelipwa dola laki tano. You understand? Yaani kama akisema kwamba amelipwa dola laki sita kwenye ile party awe kweli amelipwa dola laki sita. Kama akisema kwamba amelipwa labda katika hii sherehe ya jana amelipwa dola laki saba, kweli awe amelipwa dola laki saba ambayo ni bilioni moja nukta nane za kitanzania kwa show hiyo ya jana. Kwa kama ni kweli hivyo ndivyo anavyolipwa Diamond. Kweli Diamond kiboko, na WCB kweli ndio lebo ambayo inayoongoza. Hata kama ikiwa inalipwa chini ya hapo, basi still WCB ni lebo namba moja, lakini Diamond atakuwa da kweli anafanya finito iwapo kama kweli analipwa kiasi hicho cha fedha kwa kila performance ambayo ameifanya ndani ya mwaka huu. Umeona? Kwa hiyo huyu jamaa amekuja kuzungumza kuhusiana na hiyo issue, ambapo kama ni kweli hizo namba kweli zinalipwa basi, uh, of course Diamond ni tishio. So huenda <laughs> swala la kufikia kuwa bilionea namba moja duniani, kama kweli akikaza huyu mwana, huenda kweli hizo ndoto zika akazifikia umeona, eh? Kama kweli ataendelea kupusha wasanii wa eh, akawa kama Don Jazzy anavyopusha wasanii wenzake huko Nigeria eh, kwa hiyo pesa ambayo atakao anaingiza inazidi ku, itazidi kukua kadri ya siku zinazozidi kwenda. Kwa hiyo hopefully anaweza kweli akawa bilionea huyu jamaa, au vipi bwana uh, eh, namba moja duniani kwa sababu hawa watu akina Elon Musk na nani hizi pesa ambazo wako nazo sio liquid cash, bali ni pesa ambazo zipo in form of stock, ushaelewa eh? kwa hiyo kuna difference. So ukiwa kama mdau, weka maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureply kila comment, na pia vilevile hakikisha vile, una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.